Pasha mwili moto kwa ajili ya kujiandaa na siku nzima ya hii leo. Kama ambavyo tumekujuza hapo awali mtazamaji, kwamba wiki hii ni wiki ya uelewa wa a, maswala ya allergies ama tunasema mzio na bila shaka utakuwa una alaji ama unadhani una alaji, ama unahisi una alaji, ama unayo alaji kabisa kwa ujumla uh, wake. Lakini ili uweze kupata uelewa zaidi, basi wiki hii ni wiki ya uelewa, na Elesia Haule ametuandalia makala fupi kuhusiana na wiki hii ya uelewa wa alaji pamoja na mambo mengine mengi, lakini pia muda mfupi tutajiunga na daktari ambaye pia ataweza kutupitisha katika categories mbalimbali uh, uh, mbali ama hatua mbalimbali za kuweza kufahamu uh, wiki hii inahusiana na swala gani hasa katika mzio, lakini pia ni vitu gani vya kuzingatia, vya kujua ili uweze kujua kama una mzio ama alji kwa ujumla wake. Elesia Haule yuko tayari kabisa kwa ajili ya kutupitisha katika makala Mwili wa binadamu umekuwa ukipokea mabadiliko mbalimbali kutokana na vyakula tunavyokula, mazingira, na vitu mbalimbali tunavyochangamana navyo. Kwenye hili kunasababisha hali ya mwili kutoa matokeo yasiyo ya kawaida kama vile mwasho, kuvimba na magonjwa ya msimu, na hili linajulikana kama mzio, wengi wanajua kama allergy. Kwa kutambua hilo, kila wiki ya mwisho wa mwezi wa nne dunia kwa pamoja inaadhimisha wiki ya uelewa wa mzio. Wiki ya uelewa wa mzio huangazia mamilioni ya watu wanaokabiliana na, na mizio kila siku na wakati muhimu wa kueneza maarifa juu ya mzio kutokana na chakula hadi vichochezi vya mazingira. Mzio hutokea pale ambapo mfumo wa kinga mwili hupambana kutokana na kitu kisicho na madhara kama vile chakula, mimea au dawa au tunaweza kusema mzio au allergy ni matokeo ya kinga ya mwili kupambana na kitu kigeni ambacho kimeingia mwilini kwa njia ya kumeza, kupitia mfumo wa chakula, kuvuta kupitia mfumo wa hewa, au kupitia kwenye ngozi kwa njia ya kugusana. Kwa hiyo huu ni mpambano uliopitiliza kati ya kinga ya mwili na kitu chochote ambacho kimeingia mwilini au kugusa sehemu fulani ya mwili. Kuna aina kuu mbili za mzio. Aina ya kwanza ni ile inayosababishwa na kitu ambacho kiko nje ya mwili na husababishwa na mazingira ya nje ya mwili kama hewa itokanayo na maua, marashi, manyoya ya wanyama na mengineyo. Na aina nyingine kuu ya mzio ni ile ambayo iko ndani ya mwili wako, ambayo inaweza kuletwa na kinasaba cha kurithi au na kitu ulichoingizwa kwa mwili wako kwa kula au kupitisha kwenye mishipa. Wiki hii inakumbusha kila mtu juu ya hali mbaya ya mzio ambayo inaweza kuathiri mtu yeyote wakati wowote, na ni fursa ya kuongeza uelewa na kusaidia wale wanaoishi na hali hizi na pia kuongeza ufahamu kuhusu ukweli kwamba hali hii ipo kwenye jamii zetu. Wiki ya uelewa wa mzio ilianza mwaka 1998 na ikilenga kuelimisha jamii kuhusu aina mbalimbali za mzio zikiwemo vyakula, mazingira, na vichochezi vingine. Wiki hii pia inalenga kutetea sera na mazoea bora ambayo yanahakikisha usalama na ushirikishwaji wa watu walio na mzio. Kuelewa dalili kupata utambuzi sahihi na kuchukua hatua za kuzuia mzio ni muhimu katika kudhibiti athari za mzio kwa ufanisi. Kwa kuchukua tahadhari zinazofaa, unaweza kuishi maisha ya afya na salama dhidi ya mzio wa aina yoyote. Hii ni kalenda ya leo, nami Elesia Haule. Asante sana Elesia Haule kwa kutupitisha katika makala hiyo ambayo umetuandalia kuhusiana na wiki ya uelewa wa mzio kwa ujumla wake, na kwa kile ambacho tumekitazama hapo, uh, tumeona dalili pia ambazo ni kuwashwa mwili, mwingine mm. eh, ana vimba, mwingine ana kohoa, anapiga chafya, na kama ambavyo ameelezea pale, ni kuhusiana na ni changamoto hasa anatokana na mazingira mm-hmm. uh, chakula kabisa eh, lakini pia kuna vichocheo vingine hata dawa unajua eh? yeah. Um, kwa mfano kama ukienda kama ukiwa, unajua kuna wengine huwa wakitumia dawa, kwa mfano kama zenye sulfa mm. anapata changamoto ya tumbo kuuma, unaelewa? Kwa, kwa hata kwenye dawa pia wanasema unaweza ukawa na allergy na kitu fulani au inakusumbua kitu kama hicho. Kwa hiyo uh, inawezekana sasa pia hapo ndo katika ile wanasema tunadhani mm -hmm. Inawezekana pia ikawa sio ni reaction tu, yaani inatokana na na hicho kitu ambacho kimekugusa au kimeku uh, mm -hmm. Umekiconsume au kimekufanya chochote kile katika mwili wako. Kwa hiyo kiuhalisia, hii ndio wiki ya uelewa uh, kwa ujumla wake na ni, ni jambo la kulizingatia kabisa kwa sababu mm -hmm. <coughs> imekuwa imekuwa tukiona dalili mbalimbali mbali, ama kuna vitu tofauti unavyoona uh, viko tofauti kwenye mwili wako. Kwa mfano umezungumza hapa uh, uh, uh, kuhusiana na kuwashwa kwa ngozi, kuvimba. Ni vitu ambavyo akutana na ndugu, jamaa, marafiki analalamika kuhusiana na hilo mm, lakini wakati mwingine uh, mkaishia kushangaa kwamba hiki ni kitu gani pengine mm, lakini uh, inawezekana ndio allergy yenyewe, kwa sababu tumeangalia kwenye hii makala fupi hapa Uh, dalili zake ni zipi? mm -hmm. Na ukiwa na allergy, unatokewa na nini ama unakuwa kwenye hali gani? mm -hmm. Eh, kwa hiyo ni moja kati ya uh, inawezekana moja kati si tuweke kwenye, kwenye ugonjwa daktari, tukiungana naye atatueleza vizuri kama ni ugonjwa ama namna gani? mm -hmm. Lakini eh, ni changamoto ambayo imekuwa ikishughulisha watu kwa kweli eh, kabisa. Unajua ikifikia hatua kama ukiwekewa uh, Uh, mipaka ya aina fulani ya vyakula yeah. Yeah. Hey. Sivyo bahati, yeah. Uh, unapenda zako una nya ku, ku, nyama nyama lakini hauruhusiwi, so, kutumia nyama. Sawa, so, sawa. So, sawa. Sasa tuungane na daktari Dk. Abdull Mkeyenge tuzungumze kuhusiana na swala hili. Habari za asubuhi daktari. Mzuri, habari ya yako ndugu mtangazaji. Mimi niko vizuri kabisa. Nikasema uh, sasa tupate elimu kidogo kutoka kwako kuhusiana na swala la mzio ama allergy. Tuanzie hapo. Hi hiki ni nini, ni ugonjwa ama ni kitu gani? Pengine tuanzie hapo. Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Na kitu kinaitwa mzio tunasema, okay, ni kwamba pale mmenyuko wa mzio kutokea pindi ambapo kinga za mwili zinapokuwa zinakutana na kitu kinaitwa Allergen. Ni kile kitu ambacho kinachosababisha mpaka mtu apate ile allergy yenyewe. Kwa mfano tunasema ni kwamba mtu anaweza akapata allergy au mzio baada ya kula chakula fulani, kuna kiambata ambacho kikiingia ndani ya mwili, kile kiambata huwa hakiendani na mfumo wake wa mwili. mm -hmm. Lakini ukiacha chakula, kuna wengine huwa wanaweza wakagusa kitu fulani, kwa mfano manyoya ya wanyama, mfano sana inakwaga paka kuna wengine anaweza akavuta hewa chafu, inaweza ikasababisha mzio. Kuna vitu vingi sana, na hii hutokea pale kitu kinapoingia ndani ya mwili. Sasa kinga mwili zenyewe tunasema ni kwamba kutokana na huyo mtu husika, huwa inapingana na kile kitu kilichoingia, kwa hiyo baadaye sasa ndio anakuja kupata hii hali ya mzio, au kwa lugha ya kigeni tunaita allergy. Yes, ndugu mtangazaji Mm-hmm. Uh, sawa sawa dokta, uh, zipo aina pengine za mzio na utofauti wake <laughs> ama upekee wake ni upi? Aina za mzio ziko, zimegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kuna zile ambazo mtu anaweza akapata hizi dutu au allergen tunasema, ukigusa muda huo huo mzio unatokea wakati huo huo, na kuna mwingine inawezekana akakutana na hizi dutu au allergen, vile vitu vinaosababisha mpaka mtu apate mzio. Unaweza ukagusa mm, wakati huu zikatokea baada ya muda fulani. Kwa hiyo wanazigawanya kutokana na zinavyotokea kwake, lakini pia huwa zinagawanywa kutokana na dalili zinazokuwa zinaonyesha katika mfumo wake wa mwili. Kwa mfano, kuna mwingine anaweza akapata mzio wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ngozi au kitaalam tunaita humu ya ngozi akagusa kitu au akaa kitu kikamsababishia mwili au huu mfumo wa ngozi ukaanza kubadilika. Mwingine anaweza akatoka baadhi ya vipele, au katoka madoa mekundu, au akaanza kuwashwa. Kwa hiyo mara nyingi huwa zinagawanywa kutokana na kile kitu kinachotokea, au kwa muda gani imetokea katika mfumo wake wa mwili kipi kinakuwa cha kitofauti kwenye mwili wa binadamu mpaka kumpelekea kupata aleji, ambao pengine itasababishwa na vyakula ama itasababishwa na uh, pengine manukato ama wanyama wa aina fulani kama ambavyo umeeleza. Sorry, rudia kidogo ndogo, mtangazaji swali lako. Ni kipi ambacho kimetofautiana kwa binadamu ambacho kinapelekea pengine Ee, binadamu huyu akitumia aina fulani ya chakula ama akiwa karibu na aina fulani ya wanyama anaweza akapata mzio na binadamu mwingine asipate mzio. Kipi ambacho kinakuwa tofauti? Okay, asante sana nimekupata vizuri, ndugu mtangazaji hii huwa inatokana na mifumo yetu ya kinga mwili jinsi ilivyokuwa imetengenezwa. Kwa mfano labda tunachukulia katika matumizi ya madawa ya kawaida kuna dawa aina ya, ya salfa. mm -hmm. Eh, kuna watu wakitumia dawa zenye salfa wenyewe utaona ni kwamba wanapata na mzio, na hii inatokana jinsi ya mifumo yetu ya kinga mwili huwa imetofautiana. Mwingine mfumo wake wa kinga mwili ulivyokuwa umetengenezwa Mm huwa -hmm. inakataa kitu fulani kuingia au aina ya material fulani kuingia. Kwayo kwa hiyo kwa wale ambao tunasema ni kwamba mifumo yao labda inaokataa sulfa akitumia dawa ya aina ya sulfa, basi anaanza kupata mzio wakati huo au baada ya muda fulani. Mm -hmm. Lakini kuna mwingine mfumo wake wa kinga mwili unakubaliana na kile kiambata cha sulfa. Anaweza akatumia dawa yenye sulfa lakini asije akapata madhara. Kwa hiyo hii inatokana na kingamwili zetu zilivyokuwa zimeundwa au zimetengenezwa katika mfumo wetu wa maisha yetu ya mwili ya kila siku. Mm-hmm. Sasa, uh, umezungumza hapo kwamba kila, uh, kila kila kila mtu ana mfumo wake, pengine uh, hauwezi kubaini kabla ama awali, kabla haujatumia aina fulani ya chakula ama haujawa karibu na aina fulani ya wanyama, ukabaini kabla kwamba nikifanya hiki ama nikila hiki kitaniletea changamoto kerudia kidogo, ndugu mtangazaji, samahani, mwanzo sikusikia vizuri. Sawa, uh, hauwezi kubaini kabla, uh, kitu fulani ambacho pengine kingeweza kukuletea uh, mzio, kwamba ni sile chakula hiki ni-i ni, nibaini kabla sijakitumia? Ah, okay, swali zuri sana hiyo, mm-hmm. Ni moja kati ya ya, ya ya kipengele cha matibabu. Kwa mfano, watu wenye ari tumezungumzia, huwa ukipata mzio kuna dalili huwa zinatokea, kwa mfano, mwili kuwasha kuna wengine wanapatwa na mafua, kuna wengine njia za hewa huwa zinaziba. Sasa mtu akiwa na historia ya dalili ya ma, na nyuma tatizo kama haya ya mzio, huwa akienda hospitalini akikutana na na, na, na wataalamu au madaktari wa ngozi au dermatologist tunasema wa mzio mm huwa -hmm, wanakushauri kuna baadhi ya vipimo ufanye. Kwa mfano, moja ya vipimo huwa kuna kipimo kinatumika kabisa kutambua aina gani ya kitu ukitumia huwa unapata huo mzio, na kuna wengine wasiokuwa na uwezo wa kupima hiko kipimo. Ukienda kwa mtaalamu wa afya atakuuliza kabla hujatoka rashes mwilini au kabla haukuashwa, kuna mm -hmm. chakula gani ulitumia? Kuna mwingine kabisa anakuwa na experience anasema mimi labda nikitumia aina ya chakula fulani, wengine labda wakitumia karanga, wengine wakitumia aina fulani ya samaki au ya mboga, wanapata mzio. Kwa hiyo ukikumbuka kitu fulani nikitumia, huwa tunatakiwa tuwe nacho mbali kabisa, au kwa wale ambao uchumi wao kidogo uko vizuri, wanafanyaga kipimo kinaitwa allergy profile test. Ukifanya baadhi hivi vipimo, huwa unagundua kabisa kuna aina fulani ya kitu ukitumia au ukikontakti nacho unapata aina fulani ya mzio, kwa hiyo utaambiwa unatakiwa ukae mbali na kitu hiki na hiki, kwa sababu kikiingia au kikikontakti katika mwili wako utapata tatizo hili la mzio na kila siku utakuwa unasumbuliwa. Kwa hiyo mara nyingi tunatumia tukigundua huyu mtu ana shida hii, basi tunamweka mbali na kile kitu asitumie kwa chakula au asigusane nacho kwa ajili ya kuepukana na tatizo hili la mzio. Ndugu mtangazaji, Dok, dokta Mkeyenge, mzio una kinga na tiba, pengine na tiba yake ipoje? Kinga yake ni hii ambayo tunasema ni kwamba kama tulivyokuwa tumetoka kuielezea, kwa mfano nagundwani kwamba mimi nikitumia kitu hiki basi unatakuwa uwe mbali nacho, na ile ndo, ndo tunasema ni kinga kubwa zaidi. mm -hmm. Lakini katika upande wa matibabu mara nyingi waga tunaangalia dalili. Kwa mfano tumezungumza hapo, mtu akikutana na hizi dutu huwa anapata reaction katika mwili wake. Kwa mfano tumezungumzia mwili kuwashwa, kuna mwingine anawashwa mpaka anajikuna na vitu vyenye ncha kali. mwingine mm -hmm. anaweza akapata shida ya mzio akapata mafua au njia za hewa zikaziba. mm -hmm. kuna mwingine anaweza akapata mzio mpaka akashindwa kupumua, naweza ushangaa ni kwamba labda kuna kitu kimekaa katika njia ya chakula, kumbe ni tatizo la mzio tu baada ya kula chakula fulani. kwa hiyo uh -huh. matibabu mara nyingi tunaangalia zile dalili zinazotokea kwa muhusika. Kwa mfano, mtu aliyekuwa amepatwa na miwasho, basi tutampa dawa za kwenda kuzuia ile miwasho. Kwa hiyo mara nyingi ndo matibabu yake yanakuwa, lakini mara nyingi huwa hakuna dawa mtu ukimpa basi atakuwa tena hapati hili tatizo la mzio, kwa hiyo dawa kubwa, Ndiyo. ni kile kitu ambacho mtu akigundua kiambata hiki, kama nitakuwa nimegusana nacho au nimekitumia napata tatizo la mzio. mm -hmm. Basi solusheni yake awe mbali na iko kiambata, kwa mfano Sasa. hata kama mm -hmm. kwa mfano tunazungumzia pia ugonjwa wa pumu pia ni aina ya tatizo la mzio. Watu wengi sana huwa wanabana wanapumu, baada ya kukutana na baadhi ya viambata, kwa mfano manyoya ya wanyama, tunakuja kuangalia manukato, kama ulivyokuwa mention hapo, perfume. kwa hiyo huyu mtu akibana, wa wanapumu, samtaimu, huwa anashindwa kupumua, kifua kina bana, anatoa milio kama miruzi ile, na mwingine huwa anapoteza maisha kama hakuwahi kufika hospitalini. Kwa hiyo, ukija hospitalini utachomwa dawa, na ukishachomwa dawa, tunasema ni kwamba utakuwa sawa. Baadaye utaambiwa ni kwamba usiwe karibu na vitu hivi na hivi, kwa ajili ya kuepukana na tatizo hili la mzio. Ndugu mtangazaji, sasa daktari, uh, kwa sekunde kadhaa, ukipona mzio unaweza uka, uka, ukapata tena. Sorry, rudia kidogo. Baada, baada, baada ya kupata matibabu ya mzio na ukapona kabisa eh, unaweza tena uh, mzio ukajirudia kwako? Unaweza ukajirudia kama utakuwa karibu na vile viambata vinaosababisha mzio. Kwa mfano tumezungumzia hizi dutu au allergen. Kwa mfano tumezungumzia hmm. kwenye tatizo la mzio kama mfano pumu, labda ukiwa karibu, labda kuna mwingine Ukipulizia perfume huwa anabanwa na pumu sana. Akifika hospitalini, akifika, kwa mfano pumu, jinsi inavyotokea nielezee kidogo mekanizmu yake. Pumu ni moja ya mfano wa tatizo la mzio, mfano labda mtu akivuta harufu kali kama ya perfume labda au hayo manyoya ya wanyama kama paka, uh -huh. kinachotokea ni kwamba katika njia za hewa kuna majimaji huwa yanazalishwa. Sasa kikawaida, tumezoea binadamu anatakiwa avute hewa safi na atoe hewa chafu, ikiwa ile mirija ya hewa iko safi kabisa, haina changamoto yoyote De. Sasa ukipata viambata hivi vya dutu kwa mfano kama manukato yakiwa yameingia katika mfumo wako wa mwili, kinga mwili huwa inatengeneza aina fulani ya majimaji kama mucus uh -huh. inaenda kuziba zile njia za hewa, it means sasa hewa inakuwa haivutwi vizuri, ndio mtu anaanza kubanwa na kifua anaanza kubanwa na pumu. Sasa kwa hiyo ukienda hospitalini watakuchoma dawa. Ile dawa inasaidia kwenda kuondoa ule utando, utando au yale maji maji ambayo ile uziba njia ya hewa, ili njia isipite vizuri, mpaka mtu akaja kupata ile tatizo la mzio. Ukichoma hmm. dawa kwa wakati ule, yale maji maji yanaondoshwa yote, na ndio maana mgonjwa wa pumu akiingia hospitalini akichoma sindano mara moja, ile shida inaisha pale pale au papo hapo. Sasa hmm. kinachotokea Ijapokuwa tumekuchoma dawa kwa wakati huu na imesaidia kuondoa ule utando, lakini haijasaidia kwenda kutibu zile kinga mwili labda kurekebisha isije ikazalisha utando kama inapopata hizi dutu. Kwa hiyo mm. mtu ambaye mwenye mzio akishapata dawa za kuondoa ile condition anayopata, haina maana ni kwamba amepona, hatokuja kupata lile tatizo kama atakuwa karibu na hivyo viambata. Kwa hiyo kitu kikubwa hapa kinachokuwa kinashauriwa, tukigundua huyu mtu akiwa karibu na kiambata hiki anapata tatizo la mzio, tunamshauri awe mbali na kile kitu kinachompelekea mpaka yeye aje kupata tatizo la mzio, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hakuna dawa inayotoka labda mtu akipewa hiyo dawa mm, basi atakuja kupona tatizo la mzio la moja kwa moja. Wengine waga wanasemaga ni kwamba wanatibu kwa tiba za asili, huwa inaongeleka ina, ina, ina, ina sana, lakini mara nyingi tunasema mtu akiwa mbali na hivi viambata mm -hmm. hatokuja kupata tatizo la mzio. Kwa hiyo kuna siku ukiwa kontakti nazo, lazima tatizo linakuja tena na utafika hospitalini na tutakuliza hiyo hali, lakini sio kupona moja kwa moja. Nakushukuru sana daktari. Asante sana ndugu mtangazaji. Sawa sawa, daktari wa binadamu Abduli Mkeyenge huyo, tukizungumza kuhusiana na mzio na tunafahamu kwamba hii ni wiki ya uelewa juu ya mzio ama aleji kwa jina ambalo umelizoea zaidi. Nafikiri umepata kitu kikubwa sana uh, kwenye hilo kuhusiana na swala la mzio ndugu yangu. Hakika, hakika, mm. Hakika. Sasa uh, bila shaka utakuwa makini zaidi, ni vitu vya kuzingatia na tutakuwa makini sindio eh? Mm. Ndiyo, sawa sawa. Hii ni Hello Weekend, bado tunaendelea <tune>